Haleluya, Haleluya tena. Amen. Bwana Amen. Yesu asifiwe, Mungu asifiwe, Roho Mtakatifu asifiwe, ili nifanye vizuri, nimejiandavye. Yesu asifiwe, ni na na ninafuata kama nilivyoongozwa na Roho Mtakatifu katika ofisi yangu kwamba leo nambili Asante mchungaji, kukutenga na kuniambia utakubiri leo, basi na mimi nimejiweka mbele za Mungu ili aniongoze vizuri Amen. Nianze na hii kitu, nimesikia katika habari maju mipya watakuwa na mkutano tarehe ishirini na tano kwa ajili ya watoto yatima kisomo ili watu wamiji wapo kusikia hey. Wuyo kwenye habari maalumu bii wametangaza kama wiki moja, wiki mbili, wakaomba kwamba watu wawachangie wale watoto wenye mahitaji maalumu, mahitaji ya lazima. Sasa mimi hapa naita kama watoto yatima. Bwana Yesu asifiwe, nikaguswa nitoe maharage debe mbili hapa, maharage debe mbili, kama kanisa itapenda. Maana hapa nimeleta kanisani, bado kanisa inaweza kuamua ifanyeje, lakini mimi nikependeleza nikependekeza kwamba iende kwa watoto yatima, isipokuwa isitokee kwangu, itokee kanisani, kama nitaeleweka hivyo kwamba hii nitatoka kanisa la la habari maalum kwenda kwa watoto yatima, si kutoka kwa Solomon, kutoka kwa Solomoni. Ni sasa hivi ndio naweka hapa, halafu sasa kama mashemasi na wazee wa kanisa wataamua ifanyeje, ila mimi naona kwamba itoke kanisani. Yesu asifiwe. Isitoke tena kwa Solomoni, ilitoke kanisani. Lakini pia hapa nimeweka kapu la wababa nl kabu la wababa wamama, wanakuwa na kabu la wamama, si ndio? Unaita kabu la nini? kabu la upeno. Kwa linaenda wapi? kwa wa, wa mchungaji. Na mimi nimeweka kabu la wa baba wa mchungaji, mama mchungaji. Kuna debe moja la mtama hapa, utachukua huyu wapeni, hawa sikusiku hili limetolewa kwa mchungaji mama mchungaji na baba mchungaji, debe na mtanga kutamba liko hapa. Nimefanya hivi kwa upendo wa Mungu, kwa hiari yangu, si. Mungu asifiwe. Haya, hii nimetosha. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuwa na hubiri kwa mifano, nitakuwa na hubiri kwa mifano. Nafikiri itaeleweka. Mfano mmoja ni huu hapa, nitapenda itatembea juu, itaanzia hapa. Kuna wachungaji asubuhi waniona na wengine hawajaona, basi itatembea taratibu taratibu taratibu taratibu, kanisa lote ikiwezekana waone mpaka huku vijana. Yesu asifiwe. Ujumbe wangu uko hapa, uko namna hii, na ninaamini kwamba huu ni ujumbe wa Roho Mtakatifu ambaye nimepewa tarehe ishirini na nane mwezi wa tisa mwaka huu. Ujumbe huu unasema kama kichwa, kuna makundi manne ya watu duniani. Kuna makundi manne ya watu duniani, narudia tena, utafahamu tu makundi haya ya watu ya namna gani. Kuna makundi manne ya watu duniani. Yesu asifiwe, manake hata hapa Tanzania makundi hayo yapo Afrika nzima, makundi hayo yapo, ukienda Ulaya makundi hayo yapo, ukienda Asia makundi hayo yapo, ukienda e, e, Amerika ya Kaskazini na Amerika ya Kusini makundi hayo yapo. Kwa hiyo ulimwengu mzima makundi maine ya watu yapo. Bwana Yesu asifiwe. Ni makundi gani haya? Makundi ya watu wa miaka thelathini, mimi nasema Bwana Yesu asifiwe yapo, iwe kanisani, iwe katika taifa, iwe katika tarafa, iwe katika jimbo, watu wa miaka thelathini wapo. Kundi la pili, watu wa miaka sitini wapo. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Na hii miaka thelathini na miaka sitini ni nguvu kazi hapa Tanzania. Mara kwa mara tunasikia nguvu kazi hapa, ndio nguvu kazi. Watu wa miaka thelathini na watu wa miaka sitini ni nguvu kazi. Kundi la tatu watu wa miaka tisini. Sasa hapa sijui kama wapo ehe, lakini nawezekana wapo lakini ipo hiyo watu wa miaka tisini wapo kama sio hapa lakini wapo mahali, mahali. Yesu asifiwe. Halafu pia kuna kundi la watu wa miaka mia na ishirini. Nitafafanua tu utafahamu maana yake nini, miaka mia na ishirini, miaka tisini, miaka sitini, miaka thelathini. Kwa hiyo Juzi, jana, ujuzi nimesikia waziri mkuu wa Japani amefariki, ana miaka mia moja na moja. Sijui wakati wamesikia habari hii eh. Eh, wa zamani, waziri mkuu wa zamani wa Japani amefariki jana ujuzi hivi, ana miaka mia moja na moja, si Yesu asiviwe? Sasa ya hapa mimi nimeandika mia na ishirini kama Biblia inavyosema. Kwa hiyo inawezekana wapo lakini ni wachache sana. Kuzidi miaka mia ni wachache. Paka mia na ishirini ni wachache sana, kwa hiyo maana yangu ni hii: kundi la kwanza miaka 30, maana yake mwaka moja mwaka mwaka, mpaka 30. Kundi la pili 30 mpaka 60. Kundi la tatu 60 mpaka 90. Kundi la nne tisini e, mpaka mia na ishirini. Mpaka hapo mumenielewa e? Naomba mnielewe kwamba watu wa namna hii wapo, mwaka wa kwanza mpaka thelathini wapo tu hata hapa katika kanisa letu hapa, wamejaa wengi sana. Lakini pia miaka kutoka thelathini mpaka sitini wapo hapa hapa, wapo. Hii ndio nimetenga ninasema, nguvu kazi hata kiroho hata kikanisa hata kufanya kazi ya kimisheni kuhubiri huko na huko ni hawa ndio wanatumika zaidi. Kundi la nne, miaka sitini mpaka tisini wanaweza kufanya shughuli lakini si sana, ila wamefanya sana walipokuwa katika miaka thalathini miaka sitini, lakini wanapoendelea miaka miaka tisini huko basi wanaweza wana, wana kazi Mungu na wote hawa Mungu anawapenda na anawa, anawatumia. Lakini pia hata Mungu anawatumia kwa hekima yake. Bwana Yesu asifiwe. E, anawatumia kwa hekima yake. Kwa hiyo hebu nitoa mfano huu mwingine. Doto, karibu hapo. Huyu mimi namwita ni missionaries, namuita namwita foot missionary, namwita pia head missionary. Simuliona, siku moja nilitoa mfano hapa, alitembea na magoti, magoti, mimi nitamjulia hapo. Kwa hiyo huyu amejaza roho mtakatifu vizuri, anamtumikia Mungu vizuri na ana karama ya missionary, tuseme kwa mfano ana karama ya missionary, maisha yake mazuri kabisa kwa kanisa, hatuna shida na, na huyu missionary wa mguu au ukipenda kumuita missionary wa magoti au missionary wa mkono. Mnafahamu mkono maana yake nini? Mnafahamu magoti maana yake nini? Mnafahamu miguu eh, maana yake nini? Nilifundisha hapa siku moja hapa. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Na huyu hapa ana maisha mazuri yanapendeza katika kanisa, amejaza roho mtakatifu, ameokoka kikweli kweli, hana matatizo huyu hana matatizo, huyu hana matatizo. Yesu asifiwe! Sasa wanakuja kanisani, wasema hivi, wanadai wanataka kwenda Korea kazi kazini kuhubiri injili kule. Huyu anahitaji kwenda Korea ya kaskazini kuhubiri injili, nina wito, nina nasikia niende huko, nasikia niende huko, anasema mbele ya kanisa, kwa hiyo naomba mnisapoti naomba mnitume jamani, niende wapi niende? E, Korea ya kaskazini kuhubiri injili. Na huyu vile vile anakuja na wito huu, mimi pia ninahitaji kwenda Korea ya kaskazini kuhubiri injili kama mshonaji, naomba mnitume, naomba munichangie, naomba mniangalie. Sasa naomba hapa uniambie kule, tazama huyu hapa Natazama huyu hapa na we, na nini, umekaa kama kanisa jamani, hao watu tumutume, nani atakaye kwenda huko eh, ka, kaskazini Korea kaskazini, hebu eh, uniambie. Sasa hapa nitafanya mfano nitakuwa na, ukipenda unaweza kuinua mkono, ukipenda unaweza kuinua mkono, alafu usipopenda naye acha, lakini ukipenda nyanyua mkono Nianze na hivi, wangapi watapenda kwamba huyu aende, fanya mkono hivi. na unajua ni kwa sababu gani? tutasema baadaye. Yesu asifiwe! wangapi wanasema huyu aende? yuko wapi? huyu hapa, mdogo huyo. Asante, asante. kama ndivyo Haya basi sawa, eh. Lakini ukweli ni huu, kwa nini, kwa nini huyu hamruhusu aende Korea ya Kaskazini afanye umishonari huko, kuliko huyu mnasema aende haraka haraka, mtachanga pesa, mtafanya nini? ni kwa sababu gani? ni umri, ni umri, ni umri Narudia tena, ni umri. Hata Mungu anafuata umri. Yesu asifiwe. Sasa hapa nitaonyesha hapa, ni mimi na mke wangu hapa. Hapa mimi nilikuwa na miaka hamsini na nane nilitembea kabisa sana sana kama mishonari: Malawi, Msumbiji, Zambia, e, Kenya wapi huko, mpaka mpaka Ulaya North Pole. Asante eh, sana, nimefika mpaka North Pole. Nilipofika North Pole nilikuwa na miaka thelathini na nne, unaona sasa. Yaani, kutoka hii miaka ya thelathini ya, ya, ya, ya kwanza, yaani miaka thelathini na miaka sitini ni huduma kubwa sana, kwa sababu wakati huo nilikuwa na afya yangu, si ya uzee. Bwana Yesu wasifiwe mke wangu hapa alikuwa na miaka 48 mimi na miaka hamsini na nane. Nimemzidi miaka mia sio? Naona nimemzidi miaka kumi, bwana, sio miaka mia. Ndiyo maana nafundisha, kabla hujaanza kuongea utafanya nini, nitakwambia kabla hujaanza kuongea. Hivi sasa, ninaomba hii picha itembee. Hawa wengine waliona, wengine wajaona. Ukipenda kuona, kuna mtu rafiki yako huyo huyo, mwingine hajaona. Ukipenda kuona, kama utaki sukumia, wangalia hiyo picha. Halafu unaniangalia na mimi hapa. Wewe unapoangalia hiyo picha unaniangalia na mimi hapa. Ni kama wanamwona na mke wangu yuko Singida lakini hayuko hapa. Hakikisha wameona wote. Nina na miaka 58 mke wangu ana wa miaka 48 si Yesu asifiwe. Sasa hivi leo mimi nina miaka themanini na moja. Leo hii wakati natengeneza hii, nilikuwa na miaka hamsini na nane na mke wangu walikuwa na miaka 48 natengeneza na hii foto hapo, lakini leo tukitengeneza foto kama hii utatucheka tu. Hata kama ucheki, maana mzee akicheka ni kama analia. <laughs> Angalieni vizuri vijana, hasa wapa vijana wa, sana, sana sana, kila mtu aone hiyo picha. tayari hapa wameona. Asante sana, nafundisha kwa kielelezo. Kwa hiyo sasa hivi nije katika makundi haya manne. Mungu anayatumia, lakini kwa namna yake kufuatana na umri. Mimi na wewe tunayo roho na tunayo nafsi na tunayo hachapa acha huyu wachaona, eh, haya haya haya, asante sana.